Karibu mpenda mtazamaji, hii ni Africa Morning Television, na bila kupoteza muda, niko nataka tuweze kuzungumzia kuhusiana na uvumi ambao unaendelea. Kuna mawimbi ambayo yanaendelea kule nchini Tanzania, ambapo inaonekana ya kuwa hivi tunaweza shuhudia maandamano katika nchi ya Tanzania na kabla niweze kuingia ndani, sababu sitaki kuenda kwa haraka sana, nataka tuweze kuelewana vizuri kabla niweze kuingia ndani zaidi. Uh, kuna wakati ambapo Mama Samia Suluhu ambaye ndio rais wa muungano wa demokrasia ya Tanzania, Aliweza kutoa matamshi ambayo aliweza kusema ya kuwa Tanzania ndio nchi bora zaidi ambao imeweza kutunza amani ikiweza kulinganisha na mataifa mengine East Africa. Uh, labda ana akirejelea nchi kama Uganda na Kenya, sana sana Kenya, alikuwa anasisitiza ya kuwa nchi ya Tanzania ndio nchi bora ambao imeweza kuweka ile amani lakini kama imefika ukingoni, na labda hivi karibuni tutakuwa tunashuhudia maandamano pia nchini Tanzania. Lakini kabla niweze kuingia, nataka tuweze kupata kusikia matamshi yake Mama Samia Suluhu akiweza kuambia vijana ya kuwa wajivunia kukuwa na nchi kama Tanzania ambao imeweza kuweka amani na si kama nchi nyingine hapa na nikiona alikuwa anarejelea nchi kama Kenya, uh, akiweza kusema si kama nchi wengine ambao wako na utovu wa nidhamu. Iwapo nitakuwa napata hiyo klip itakuwa vyema zaidi, na niko najaribu niweze kuitafuta klip hiyo ili niweze kukuchezea sauti yake, rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassani ambaye ndio rais mwanamke pekee uh, katika East Africa. Kwa hivyo nataka nipate ile clip ambao alikuwa anawashawishi tu vijana ya kuwa waweze kufurahia nchi ambao wako nao ni nchi ya amani. Kwa hivyo nataka uweze kupata hii sauti ndipo tuweze kuingia ndani na tuweze kujua sababu kuna wimbi ya maandamano makali mm, na hii inaweza kuwa maandamano makali ya hata zaidi ya tuliyoshuhudia nchini Kenya au tumai tumayishuhudia mahali popote, na natamani na niweze iwapo itakuwa inafanyika, natamani niweze kuitazama itakuwa hali vipi, sababu uh, nchi ya Tanzania haijawahi kushuhudia mvurutano wa wananchi na, na serikali Sijaishuhudia kitu kama hiyo. Sijui Watanzania kama wanaweza nielezea, kama inakuanga ndani kwa ndani, lakini mimi hasua sijaiona ule mfurutano, lakini sasa hivi naona mfurutano na, na watanzania wengi wamaanza kuwa wakakamavu wa, wa katika kuiambia serikali mahali ambapo wanakosea, na hii inaweza kuwapelekea hadi waweze kuenda maandamano, ambapo tarehe ya maandamano tayari imeweza kutolewa. Lakini nilikuwa nataka tuweze kupata sauti yake Mama Samia. Msidanganywe, ukichukua Afrika Mashariki pengine na kusini kidogo na kati, Tanzania ni pepo hapa. Upo kwenye nchi yenye jina, yenye sifa zake, yenye kuendeleza watu wake. Msidanganywe wale walioko huko nje, huko wasiwadanganye hapa. Mko pazuri kweli kweli kweli, kweli. Mkipata fursa ya kuingia tu kwa majirani zetu hapo kaangalie vijana wenzenu wanavyokula ngumu. Mnaweza ukasema mimi narudi Tanzania, ndiyo kwetu. Tanzania ndiyo kwetu. Kwa hiyo niwaambie vijana, sisi wazazi wenu, sisi wazazi wenu tunapita, nchi hii inawategemea nyinyi, tunatarajia nyinyi tuwachie nchi hii muiendeshe kama tunavyoiendesha hivi. Kwa hiyo vijana wa Tanzania msidanganywe msidanganywe hata kidogo. Na katika kuendesha nchi tumetengeneza mifumo mizuri sana ambayo kila baada ya miaka mitano tunachaguana nani atuendeshe, nani ashike nafasi gani katika ngazi tofauti, hakuna maeneo mengine wanangu. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wa Kitanzania, tulizeni munkar, kaeni vizuri, hii nchi ni yenu, ni mali yenu, si mali ya mwingine na hakuna mwenye satafiki anayesema hii nchi ni mali yangu. Wengine wanasema sisi tunawakilisha wananchi. Wananchi ni kina nani? Wananchi ni nyinyi hapa na wengine na wengine na wengine. Hakuna mwenye miliki ya wananchi, hapana. Tunapeana tu majukumu, we shika jukumu, we, shika jukumu ili, we, we, hili wewe, hili wewe, hili wewe lile. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wangu, msiharibu. Maandamano yatakayokuwepo ni ya watu kwenda vituoni kupiga kura. Kwa hivyo hiyo ndiyo imekuwa sauti yake mama rais wa nchi ya muungano wa Tanzania, mama Samia Suluhu Hassani, ambapo alikuwa anawashishi tu vijana uh, haswa uh, wasiweze kuingilia au uh, wasiweze kufuata mkondo wa nchi kama ya Kenya ambao labda kwa njia moja au nyingine kulingana na mama Samia Suluhu wameweza kuiharibu nchi yao, akiweza kueleza ya kuwa waendelee kuitunza Tanzania ambao itawafaidi, na hata akaweza kuambia ya kuwa mtakapotuingia nchi nyingine, for example, nchi ya Kenya mutatamani kurudi nchi yenyu tu ya Tanzania ambao a, ime imeweka amani fulani, lakini nafikiri kila mtu hupenda nchi yake, hata sisi tunapenda tu nchi yetu, nchi ya Kenya. Kwa hivyo um, mama Samia hiyo ilikuwa muda um, si kitambo sana akitoa hayo matamshi, lakini hivi karibuni tumeona mkondo ukienda tofauti, na niko nataka uweze kupata sauti sasa ya wananchi Uh, ikiwemo kama anaweza kuipata sauti yake uh, anajulikana, anajulikana vipi? Anajulikana kama Mambi Kimambi, jina hilo hunipatia tatizo kuweza kulitaja, ni kwa sababu na ndio maana ndio nimeanza kumfuatilia Mambi Kimambi kutokana na matamshi yake ya kuifuatilia masuala ya kitanzania unaweza kumfuatilia kwa hivyo, ningependa uweze kusikia uh, sauti ya wananchi wa Tanzania, ili uweze kupata hali halisia uh, kule Tanzania. Ni kuweza kuambia kuna wimbi ya maandamano ya, ya ambao hivi karibuni tutaishuhudia nchini Tanzania, na naweza kuambia kuwa yale maandamano yatakuwa makubwa hata zaidi ambao umeweza kushuhudia katika mataifa mbalimbali ikiwemo taifa la Kenya. Yale ya Tanzania itakuwa kubwa zaidi uh, kutokana na hali ambao uko. Kwa hivyo niko nataka uweze kupata kuipata um, sauti ya wananchi kadhaa uh, kwa haraka sana uh, ambao wamewezautaki ku... kama kutekwa. Acha nitekwe, maana ya maisha mimi nimeshachoka, nimeshachoka kabisa. Hata nikifa leo mimi siwazi, hata nikija kukamatwa na polisi ni kafia jela siwazi. Lakini we mama, tumekuchoka sisi, hatukuelewi achia kiti hicho. Yani chama cha CCM sio kama atukipendi, tunakipenda, lakini wewe ndo atukuelewi. Ungeachia tu madaraka urudi Zanzibar, utuachie Tanzania yetu. Maana yani sasa hivi kila sehemu kero, yani ukienda kwa mwenye mwendo kasi uko kero, yani serikali inaonekana haifanyi kazi naendo kiongozi. Kwa hiyo tuachie tu nchi yetu waingie viongozi wengine. Yani wewe bora hata diwani au majivu moshi, majivu moshi, yani ni faster faster, nyumba ya Diamond iko wapi? Fasta fasta WCB sijui Wasafi iko wapi moto. Sa fasta fasta sijui eh, maofisi ya kina Doto magari yako wapi moto. Mashorumu yao yako wapi moto. Fasta mm -hmm. Fasta sijui stendi gani iko wapi Mbezi Ruisi magari ya Abudi sijui ya kina nani wabunge gani moto. Mm -hmm. Chap chap nyumba ya Mwijako iko wapi moto. Chap chap nyumba ya sijui ya Pita Msechu sijui nani iko wapi moto. Chap chap yani. Faster, faster. Eh, kwa, kwa, kwa, kwa nani huyu wana gigimane huku chachanga chofanyika CCM leo yaani, uh, uchaguzi mkuu unaenda kwa one, yaani 100% worse. Kama Watanzania sasa hivi tusipoacha uoga, tusipoacha kuogopa Samia na mimba. Samia ni mjamzito, mimba haijulikani na yule bonge haijulikani ni ya Kikwete, Kikwete haijulikani ni ya Ruto luto kasongoye mimba ina maekaeka ina wanaume mia mbili kidogo, una hata akili kabisa. Sasa hiyo mimba ni anani? Ya mumeo? ya Kikwete? ya Ruto? ama ya nani? Ama yule bonge au ni mimba nani? Yapo Makonda, ungeni maduka yenu kabisa. Tunapita ambush, tunakuja kama maninja tukukuta <muchu> sasa umefungua kisa <muchu> hadi Tanzania wanajua Kasongo. Hebu tuweze kuipata sauti yake. Mambi Kimambi ya wapi? yaani haya hmm. Wana CCM, em, sogeni hapa. Tanzania nzima sogeni hapa tuongee, nivute kiti vizuri nikae. Haya ndugu zangu oh, haya guys. I think mpaka hapa hivi um, huko CCM mi nauliza tu, huko CCM bado kuna watu wanasema Oktoba wanatiki? Au sasa hivi nchi nzima tunadai reforms au sasa hivi nchi nzima tunasema no reforms no election? Leo wana CCM mmeoneshwa, CCM ina wenyewe, ina ina wenyewe na wenyewe ni Jakaya Kikwete na familia yake na Samia Suluhu na familia yake. Nyinyi wanasisem ya wengine mmeking'ang'ania chama, mnang'ang'ania, mnachokifanya ni kwamba mnawasindikiza tu wenzenu kwenye utajiri, yani yani kwa Tanzanians will protest on October 29th this year which is the same day when elections will be held in Tanzania. Wanaandamana kwa sababu wanataka uchagudu... Basi huyo ni Mambi Kimambi ambao tu amekuwa uh, anarusha vijiwe katika serikali ya Tanzania <laughs> kwa hivyo, hadi tarehe ya maandamano tayari imeweza kutolewa, na itakuwa tarehe ngapi, ishirini na ishirini na ngapi, iwapo nitaweza kuipata tuweze kuona itakuwa ishirini ngapi, siku ya maalum ya maandamano. Nakutana wapi, unakutana wapi guys? Kama ndio hicho mnachotaka, semeni, lakini mimi I don't advise it. Sasa hivi tumeweka kwenye position ambayo itabidi wajitandaze mji mzima wajitandaze, yani kama ni daa wawe mji mzima yani. Sasa hivi hawajui chama cha CCM, yani uko chama cha CCM kinaenda wapi na kwamba Reforms zinatakiwa nchi nzima, kwa hivyo nilikuwa natafuta siku maalum ya maandamano lakini sijaipata. Sijui kama Aa, nafikiri, uh, ni tarehe ishirini na tisa nafikiri ndarudi niweze kufanya utafiti wangu niweze kupata ili itakuwa tarehe gani maalum ya maandamano lakini mpendwa mtazamaji, yote tisa kumi ni ya kuwa uh, Tanzania tayari wameweza kujipanga kuenda katika maandamano, na nimeona ya kuwa uh, jeshi la polisi limeweza kuwekwa sambamba ya kuwa iweze kukabiliana na waandamanaji iwapo kutaweza kutokea maandamano, katumwa na Samia, kwa sababu Samia sasa hivi anaogopa anaogopa ni mali yake aliyojilimbikizia yeye na watu wake, alafu nchi nzima haimtaki, inabidi ashikilie nchi kinguvu. Sasa sikilizeni, niwaambie kitu kitu wa Tanzania, kila mtanzania akitoka ndani tarehe ishirini na tisa Oktoba, kila mtanzania akiingia barabarani, hakuna polisi wa kuzuia, hakuna polisi wa kuua wananchi wote, yani hata ana jeshi lijitoa li, li, akili likamsaidia hakuna ah, jeshi la kuwa wananchi kiasi yes. yani, kai wakisha watu. Kwa hivyo, Tanzania mambo tayari yameshachemka, na tunaweza tutakuwa tunasubiri tuone iwapo hayo maandamano yatakuwa yanafanyika, lakini ikiweza tu kukumbuka kuna pia uh, nabii ambaye uh, aliweza kutoa utabiri wake kuhusiana na maandamano kabla tu iweze kutokea uvumi wowote ya kuwa uh, Tanzania huenda ikaenda katika maandamano. Niko nataka tuweze kuipata pia sauti yake, alafu niweze kutoa maoni yangu uh, hapo mwisho hapo mwisho uh, kwa hivyo huu nabii anafahamika kama nabii prophet uh, uh, wacha nitumie jina prophet uh, jina ya Kiingereza Prophet Tito Tito Limo, kama anapata jina lake vizuri, Prophet Tito Limo ambaye aliweza kutoa pia utabiri kuhusiana na kifo cha kiongozi nchini Kenya, uh, ambaye ni Raila Amolo Odinga, na pia aliweza kutoa uh, unabii kuhusiana na maandamano ambayo yatakuwa yanaendelea katika nchi ya Tanzania. Kwa hivyo unabii umekuwa mwingi zaidi, uh, katika mataifa ya East Africa, lakini nataka tuweze kumsikia tu uh, Prophet Limo akiweza kutoa unabii kuhusiana na maandamano ya kuwa uh, yatakuwa yanatokea katika nchi ya Tanzania. Kisha tuweze tu kuambizana uh, ni nini kinaendelea katika nchi ya Tanzania na ni yapi yanaweza kutokea kutokana na maandamano y ya ambao yanapangwa uh, siku baada ya siku kuweza kufanyika katika nchi ya Tanzania na tuweze kujua pia iwapo haya maandamano yatakuwa yanafanyika au tue ni domodomo katika mitandao ya kijamii tuweze kumsikia uh, Prophet Tito. Tanzania sio ya Suluhu, ni ya wa Tanzania, let us pray for Tanzania. Tanzania inaenda kuwa kwa breaking news. Mumeona kitu imefanyika Madagaskar, imefanyika Nepal, kile kitu imefanyika Nepal hata ya Kenya ni afadhali. Kile kinakuja Tanzania, hata ya Kenya ni afadhali, so let us pray for Tanzania, kwa sababu kunakuja kitu inaitwa revolution. Kwa hivyo, mpenda mtazamaji, hiyo ni uchambuzi amba nimejaribu kukufanyia polepole ili uelewe kinachoendelea kule nchini Tanzania, na ni kuweza tu kukuarifu kutokea na kila kitu ambacho nimeweza kuangalia sehemu ya huku, sehemu ya kule, sehemu zote, naweza kukuambia bila kuogopa ya kuwa Tanzania itakuwa inaenda katika maandamano. Uh, sioni jambo ambalo litapinga Tanzania, wananchi wa Tanzania kwenda katika maandamano, na itakuwa inaingia katika historia ya kidunia Tanzania kwenda katika maandamano. Hii ni nchi moja ambayo imeweka amani. Kumbuka uh, mwaka wa elfu mbili ishirini mwaka wa elfu mbili uh, 207, 207 nchini Kenya hapo ndio nchi ya Kenya iligonga vichwa vya habari kuweza kutoa ile amani ambayo nchi ya Kenya ilikuwa imeingia. So sijui kama Tanzania pia a, hii inaenda kuwa mwamko wao wa kutoa ile amani ambayo Tanzania imeweka katika miaka na mikaka. Kwa hivyo sidani hata kama Tanzania itakuwa inaenda katika uchaguzi uh, mkuu ambao unaandaliwa. Nimeona Samia Suluhu ameweka maposta kila sehemu nchini Tanzania, lakini sidani kama hata huo uchaguzi utaweza kufanyika. Nimeona no no reforms no election, na naona ya kuwa hayo matamshi uh, yanaanza kupata uzito sasa sidhani kama Tanzania itakuwa inaenda katika uchaguzi. Mimi kibinafsi nasema Tanzania haitakuwa inafanya uchaguzi ambao unaandaliwa. Wewe mpenda mtazamaji, umeweza kuyasikia yote na mimi nimejaribu tu kukufanyia uchambuzi kwa polepole pole hali ilivyo nchini Tanzania. Iwapo wewe ni Mtanzania au unafuatilia masuala ya kitanzania au unafuatilia tu masuala ya kiafrika au East Africa, unaweza kutuambia, je, unafikiria nini kuhusiana na, na mchakato wote wa maandamano ambao unaandaliwa kule nchini Tanzania? Lakini yote tisa kumi, tunaiombea nchi ya Tanzania pia, uh, isiweze kuingia katika vitabu vya kumbukumbu -kumbu, katika nchi ambazo zimeweza kuandaa uh, maandamano, kuweze kuwa tuna ma maelewano uh, katika uh, taifa hilo na pia mambo yazidi kuenda mbele, lakini mambo yanavyokwenda A, tayari kitumbua kimeingia mchangani. Tanzania, ni masiku yanayohesabika, mambo ya chimbuke ya chimbike kule nchini Tanzania. Sijui una maoni yapi kuhusiana na mchakato wote, unaweza kutuambia katika a, comment section. Uh, unafikiria vipi kuhusiana na hali yote ya Kitanzania? Na pia tutakuwa tunakuletea tu uchambuzi, na pia andakuwa nazidi kufuatilia mchakato wote kuhusiana na nchi ya Tanzania na hata East Africa.